Somo letu nzuri, naanza kumuona jamaa fulani anaitwa Caesar hapa akiwa anajitamba kwamba yeye ndo mfalme na yeye ndo kiongozi mkubwa wa hili jiji la Lagos, lakini fulani yani sana hapa Lagos. Lakini Caesar alikuwa akijigamba na kujitamba wewe ndo, ndo, ndo mfalme eh? Ambia amna bosi bwana, ni, ni majigambo tu. Nani asiyejua kwamba wewe ndo mtawala, wewe ndo simba dume hapa? Kwa hiyo zilikuwa mbwembo tu, akaambia okay, yote tisa kumi, naomba uniambie kamishna Wale yuko wapi? Ah, mimi sijui, sijamuona. Kasema mpigeni, wakamdunda pale ngumi kadhaa, akasema basi, nasema nasema yupo huku, yupo huku. Ikabidi aonyeshe ambapo yupo kamishna Wale, kwa jamaa kaingia mpaka chooni ambapo kamishna Wale alikuwa amejificha. Si salindu aliyomuonyesha kwa, akafika akamwambia, huyo mzee, nimekuambia mara ngapi naitaka ile ardhi, mbona unzidi kupoteza muda? Akambe ma, mambo mengi, sio kwamba nashindwa kukupatia kwa wakati, kuna mafomu ya kusaini sijui ya hatimiliki. Akambe mzee, wakati na kuweka kwenye hii nafasi ya kuwa kamishna sikuleta kisingizio hata kimoja, lakini wewe, kukuambia swala ardhi tu unaleta kisingizio kila siku, unaleta kisakibu hasa ngoi. Nikuambia, nakupa muda mchache tu, next time nikija na kuambia hivi uje na atimiliki unless as always la si hivyo takuangamiza na we. Akatoka kiachana na kule kwa bwana Idris, tunakuja huku kwa madam fulani hivi inaitwa Kaima eh, akiwa ametoka masomoni huko nje ya nchi, kwa kafika hapa hapo, ni kituo fulani cha watoto yatima. Alipofika tu watoto kibao wakamkimbilia na kumfurahia, anaonekana ni mtu fulani ambaye ana roho nzuri, na kwa kileta misaada mara kwa mara, ndo bwana watoto wanafurahi kumuona. Na kweli libo bwana alipofika, kafungua gari akachukua vizawadi biskuti nini na baadhi ya mahitaji muhimu kwa watoto akawapatia. Kisha baada ya hapo akawa anaamua kuelekea huko ndani. Wakati anaingia anakutana na shangazi yake, anaitwa anti Uche. Shangazi Uche akamkumbatia akafurahi kweli, akaambia, jamani, kuna wasponsor wengi, lakini wewe umeonyesha moyo tofauti, unajali sana watoto wao, sina kingine cha kukuambia, lakini Jamani nakushukuru, Mungu akubariki kwa moyo wako mzuri na upendo unaonyesha. Kaambia basi ameisha. Hebu twende nani tukaongee basi. Maana ukianza okay, hapa utamaliza. Basi wakatoka kuingia ndani, anampa fomu fulani hivi ambayo inaonyesha ni takwa la serikali, wanahitaji hali za kashanga. Hii hali ni ya kwako, serikali inaitaka kivipi? Anasema ndio hivyo. Mimi hata sijui na wanataka niondoke haraka iwezekanavyo. Akamwambia, hali zikakuachia mume wako, na hapo unachofanya ni kitu kizuri. So serikali haina mamlaka yoyote ya, mamla ya kukutoa kwenye hii ardhi, labda kama ingekuwa inafanya vitu vya ajabu au vitu vya uhalifu, lakini unafanya vitu vizuri, sidhani kama hii ni sahihi. Hivyo kaambia, ndio hivyo, wanalazimisha. Kaambia, nikwambia anti, hakuna mtu ambaye anaweza kupola ardhi hii kutoka kwako. Saa basi akamtia moyo shangazi yake, na jiona alipofika kabidi atumie ya akawa online, anajaribu kufuatilia kesi nini Mzee wake akaja akamwambia, mwanangu, mbona usiku usiku umetulia hapa, hata ulali? Akamwambia, kuna kesi ya anti uchi hapa, anaifuatilia kutokana na eti serikali inataka ipore ardhi yake. Akamwambia, mwanangu, umefika hapa hata hujamaliza muda mrefu, unaanza kupambania pambania kesi. Hebu achana na hizo kesi, mwanangu, pumzika, nitakutafutia mwanasheria. Akamwambia, baba, hakuna mwanasheria ambaye anaweza kumpambania shangazi kama ambavyo nitaweza mimi, kwa sababu yeye amekuwa kama mama hivi toka mama yangu e, amefariki. Yeye ndo amekuwa akinisimamia Mzee akaona mtoto kalilia wembe, ngoja nimpe wewe maji. Tulia mwanangu, kila kitu. Okay, baba. Asante. Okay. Ikaisha hivyo, Bwana kumekucha. Bwana Idris kutokana a, na pulukushani au ahadi za uongo za bwana wale kamishna wale, ikabidi aende mwenyewe kwenye kile kituo. Na alipofika pale, majambazi wake akamleta huyu madam Uche hapa. Si nimekupa muda uwe vaketi yaani, uhame hapa eh? Kwa hiyo unakuwa mbishi mbishi, serikali imekupa uh, na nilio imekupa muongozo kwamba unatakiwa kuondoka hapa. Mbona unakaza kaza sana wewe, bi mkubwa? Akaambia, jamani, hii ardhi ni ya kwangu, aliniachia mume wangu, sina pa kwenda eh? na leo watoto hapa nitawapeleka wapi? Akaambia, bwana, mimi sio mtu wa kutiatia huruma. Akapiga magoti, jamani, tafadhali, usio na roho ngumu kiasi hicho mkaka, jamani. Alikapiga magoti, akaambia, sikia wewe bi mkubwa kwa mimi sichekeshi hapa. Hii ardhi naitaka haraka iwezekanavyo. Hii e, ardhi ya muhimu. Sasa kwa nini ardhi hii? Mbona unaingangania hii? Kama una pesa sununue zingine mara ghafla kaja kaima kamuinosha ngazi yake vipi? Wewe wewe una shida gani? Mbona unaonea sana wanawake? Eh? Kama una nguvu usingepigana na mwanzio huko. Yaani un, unajifanya una misuli kumbe una afu unaonea wanawake. Jamaa kavua unasemaje wewe? Kavua miwani. Uniambia nini? Akaambia sasa, ngoja nikwambie, wanaume wenzako wapo huko wakupigana nao wewe, unakuja unamwonea mwanamke huyu mjane. Eh? Ujasiri wewe unapata wapi? Akaambia wewe, mbona unaongea na bosi wetu vibaya? Akaambia bosi wenu ni mdhaifu. Kuonea wanawake ni ni ishara ya udhaifu kwa mwanaume. Akaambia vipi, unanijua vizuri mimi? Akaambia Wewe ndio unatakiwa unijue mimi vizuri. Jamaa kama shangaa. Eh, ni kujue vizuri wewe. Mdada ni mgeni amjui Idrisa kwamba ndo mbabe. Akaambia okay. Anapanda ana, anapan, jamaa mama kupandisha mkono aguse bega dada, kashtuka kaambia, eh hey, kwa mimi ndo nikuogope wewe yani, hata sijanyanyua ngumi umeshaanza kuchanganyikiwa, unaogopa? Akaambia, kama unataka kunipige, nipige, nipige, si unaweza nipige. Akaambia, hapana, mimi huwa sipigi wanawake, mwanamke apigi kwa ngumi, lakini kuna namna ya kukuadhibu na nitakuadhibu sasa. Nakwambia hivi, hebu mkubwa hii ni mara hi ya mwisho, nikija wakati mwingine, hii ardhi naitaka. Akamwambia ah, sa ardhi yako au inaitaka ni serikali, mbona sikuelewe. Jamaa kabidi apande gari aondoke. Akamwambia shangazi, umekudhuru amekufanya chochote? Akamwambia hapana binti yangu, hawajanifanya chochote, lakini mwanangu, umekosea. Yule unamjua vizuri kwelewe, yule anaitwa Idrisa the great, yani yeye ndo mbabe wa ili jiji hapa. Watu wanamuogopa, ni jambazi sugu. Polisi wanamuogopa, serikali inamuogopa, anaua watu na matukio ya kutisha. Ai, inabidi aogope kidogo, akaondoka kwenda kwa babake naye anamwambia hivyo hivyo, eh e, e, e. Mwanangu kuna vitu vya kugusa ila sio Bwana Idrisa yule ni jamani hatari anaweza kukusambaratisha haraka sana, mambo yetu yote yakaharibika. Akamwambia baba, yule nitakiwa afundishwe. Akamwambia ha kwa unafikiri wewe ndio mtu wa kumfundisha, si ndio? Akamwambia kumbe nyinyi wote unamuogopa, no shangazi na muogopa, naona muogopa. Sasa ngoja mimi nimuonyeshe eh. hey, wewe mbona kiburi sana wewe ndio hivyo binti e, aogopi amesoma sheria kwao Oh uh, bwana Idrisa naye amechanganyikiwa, anaongea na mwanasheria wake, anaambia bwana, yule madamu naona anazidi eh, kupiga hatua, amepeleka kesi mahakamani. Akaambia kumbe ni mwanasheria ndio maana naujasiri vile. Akaambia ndiyo, kasomea nchi za nje. Akaambia okay, wapatie pesa, tutumie mbinu ya pesa koke okay. Ikabidi wakutane waweke mkutano ili aongee, bwana, mimi nanunua alizi kwa pesa nyingi sana, ili tuachane na, na migogoro migogoro. Akamwambia bosi wako ni mwizi, kama na pesa si anue alizi nyingine, kwa nini anangangania hii? Akamwambia mimi naitaka hii. Ah, hii ni yako au ni serikali? Mbona sikuelewi. Akamwambia mimi ndo serikali, kwa hiyo mimi ndo ninayetaka. Akamwambia aha, basi tuonane mahakamani. Akakataa ofa, akawatupia ile ombi lao pale, akaondoka. Wakati hapo kwenye gari anawaambia hivi, wanaume wengine hawajitambui eh ametumia nguvu ameshindwa, sasa hizi anataka kutumia pesa. Sasa unaona kabisa huyu ana dhamira mbaya. Akamwambia lakini mimi sijali kuhusu hicho, mimi najali kuna namna ambayo alikuwa anakuangalia. Ameniangaliaje? yeye amekuangalia kwa jicho fulani hivi, na hisi amevutiwa na wewe eh. na shangazi na wewe, mambo yako, mimi siwezi kukubali kuwa na ile takataka sawa. Wakashiana hivyo huku, yule yuko na shangazi yake huku, bwana Idris na mwanasheria wake. Mwanasheria wake anamwambia ah, boss bwana, mimi nafikiri tufanye namna nyingine, au vipi Tutumie nguvu au tukubali twende mahakamani, kwa sababu una connection eh, kila kitu tutafix, kitakuwa fresh. Akamwambia mpigie simu. Kampigia simu, amegoma kukutana naye. Ah, akamwambia okay, nipatie namba yake ya simu niongee naye mimi mwenyewe kwa. Akapewa namba ya simu, akampigia na kweli, bwana, simu ikaita, e, simu kuita, e, ameweka sikio, ni mambo vipi? Poa. Akamwambia naomba tukutane, tuweke mkutano. Kwani we nani? Akamwambia najua unanifahamu. Akamwambia bwana, kama unajitambulishi, mimi nakata simu. Akamwambia basi basi, naitwa Idrisa bwana, tukutane ili tujadili kuhusiana na ile issue ya ardhi. Akamwambia wewe, tumeshakwambia tutakutana mahakamani, sitaki kuongea na wewe, kakata simu eh. Yani bwana Idris, kukatiwa simu kwa jinsi ilivyokuwa mbabe na mkorofi, inamuumiza. Yani anaona kama amedharaulika sana. Mwanasheria wake akamwambia, bosi, wewe ni mkatili wewe, unatumiaga nguvu, situmie tu nguvu hiyo, tunaifix chapchapu. Lakini jamaa hataki kutumia nguvu kwenye kesi Siku ya pili akaenda kule kwa ule shangazi Uche, kapaki gari lake pale Uche. Kampigia simu Kaima kwamba wamekuja tena. Kwa Kaima, mkuku mkuku amekuja shangazi, wamekufanya chochote? Akamwambia hamna, hata hawajanigusa, lakini Idris amsisitiza sana, anataka kuona. Kumbe bwana Idris alikuwa ndani ya gari hapo, kwa kashuka kwenye gari akamwambia, sasa wewe um, nita mimi kumbe ili nikutane na huyu akamwambia, msikilize bwana, acha kuja kuja hapa mimi, anatisha Akaambia shangazi, akaambia eh, okay una shida gani au unataka kuniua kama unavyoua watu wengine? Akaambia mbona uniona mimi na roho ngumu? Ndio, wewe una roho ngumu, una makesi kibao na unaua sana watu. Kwa hiyo nafikiri na mimi unataka kuniua. Akaambia bwana mimi sina roho ngumu ya kuua watu kiasi hicho. Akaambia eh, wewe umenitia nini? Tuongee. Tuongee wapi? Kwenye gari langu. Eh, yaani uniweke kwenye gari lako ili majambazi wako waniteke. Akaambia hamna mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Ndakuaminije? Shangazi yako shahidi. Shangazi yako ndio bondi yangu. Akamwambia sasa, shangazi, naenda kwenye gari na dakika 15, ukisikia sijasema chochote, piga simu polisi. Ah, so 15 dakika tano tu saa. Akamwambia okay, wakaingia kwenye gari. Kuingia kwenye gari bwana bwana Idris na, na ujambazi wake wote, kumbe domozege amekaa tu, anashindwa hata kuongea <coughs> mdada, ikabidi aanze kuongea hivi, ndani umeniitia nini cha msingi Akaambia usije ukajifanya eti nataka kuomba eti tutoke date sijui out na nini, kama movies za like Korea. Hapana, haitawezekana. Akaambia unafikiri mimi naweza kuomba date wewe? akaambia ukisa kilichokufanya di niite ni nini. Akaambia mna, nimependa namna ambavyo unaongea, you know, mkali, una ujasiri, mtu fulani hivi ambaye huwezi kuyumbishwa eh, na maneno ya watu huogopi na vitu kama hivyo, ndio vitu ambavyo vimenivutia. Na kitu kingine ni kwamba na hizi cases kadhaa hapa nahitaji wewe unisimamie kama mwanasheria wangu sawa. So, sababu mwanasheria wangu ameshindwa kuzisimamia vizuri, kwa nahitaji wewe ndo uwe msimamizi wa hizi kesi. Akaambia kwanza eh, siwezi kusimamia kesi zako, afu pili mi na wewe tuna kesi ambayo inahusu harizi ya kusimamia. Akaambia nitakulipa pesa nzuri. Akaambia hivyo uniona na njaa, unafikiri mi na shida na pesa? Akaambia amna, sijamaanisha hivyo. Akamtupia zile fomu zake sijui kesi zake kisha akaondoka. Ah bwana Idris alimuuma kweli, je ukataliwa? Watu wanamuogopa lakini kwa binti, imekuwa wakaamua, kwa hiyo binti imekuwa tofauti kidogo, akaamua kumfuata mpaka nyumbani kwake. Ile anafika tu mshikaji anamwambia hivi, umenifuata mpaka nyumbani, unataka nini? Kijakazi akaanza, wewe vipi, mbona unafoka foka sana unamuongelea bosi wetu vibaya? Akamwambia na wewe umetingwa huyu bosi wenu king'ang'anizi, mimi sitaki kufanya naye kazi. Wakati wanabibishana, kuna mtu akataka kumgonga gari kwa makusudi, lakini bahati nzuri bwana Idris akamwahi kumuokoa. Akamwambia, kimbiza hilo gari na uje na plate number hapa. Na baada ya hapo, akawa anamuuliza binti, unaendeleaje? Uko vizuri? kuna shida yote? Hapo binti anasikia tunzi nyenzi kichwani, asikii lolote la kuambiwa, kavurugo. Unafikiri ni nani ambaye alikuwa anataka kumua binti huyu kwa makusudi? Tukutane next episode.